Mafanikio ya Hrithik Roshan, funzo kwa kila anayetaka kufanikiwa. Sasa leo tutaenda kuangalia historia ya maisha ya Hrithik Roshan, mwigizaji maarufu zaidi India ambaye alifahamika zaidi hapa Tanzania kwa filamu yake ya Krish iliyotoka mwaka 2006. Sasa kupitia historia ya maisha yake kuna vitu vingi ambavyo uh, tunaweza kujifunza pia uh, uh, kwa sababu mafanikio yote yanashauriwa kwamba ujifunze kwa watu ambao wamefanikiwa. Kwa hiyo kwenye e, somo la leo tutajifunza historia ya mafanikio ya Hrithik Roshan kwa sababu e, mwanzo wa maisha yake hadi mwisho kuna mambo mengi ambayo unaweza ukajifunza hasa kwa mtu yoyote anayehitaji kufanikiwa. Sasa Hrithik Roshan ni mmoja wa waigizaji wakubwa zaidi katika filamu za India. Unapotaja majina makubwa ya waigizaji wa India huwezi kuacha kumtaja Hrithik Roshan, lakini mafanikio yake hayakuja kwa bahati. Nyuma ya maarufu yake kuna safari ndefu ya maumivu, changamoto, nizamu na maamuzi magumu. Kupitia historia ya mafanikio yake tunapata masomo ya kujifunza kwa kila mtu anayetamani kufanikiwa. Kwa hiyo historia ya Hrithik Roshan ina mafunzo mengi sana, kuanzia alipokuwa mtoto mdogo hadi kufanikiwa. Kwa hiyo Ungana nami mwanzo mpaka mwisho wa somo hili na nami utajifunza vitu vingi kupitia historia ya Hrithik Roshan. Sasa kabla sakabla tujaangalia eh, mafunzo ambayo eh, tunaweza kujifunza kupitia historia ya mafanikio ya Hrithik Roshan, hebu tufahamu kwanza historia ya maisha yake. Hrithik Roshan alizaliwa tarehe 10 Januari mwaka 1974 katika jiji la Mumbai, India. Jina lake kamili anaitwa kwenye familia ya waigizaji wa filamu. Baba yake anaitwa Rakesh Roshan. Rakesh Roshan ni mwigizaji na mwongozaji wa filamu maarufu zaidi e, India huko. Licha ya kuzaliwa kwenye mazingira yanayoonekana kuwa na fursa, maisha yake hayakuwa rahisi kama watu wengi wanavyozani. Kwa sababu asilimia kubwa ya watu wengi waliamini kwamba Hrithik Roshan kwa sababu baba yake ni mwigizaji na mwongozaji wa filamu maarufu zaidi India, Rakesh Roshan. E, no, wengi, wengi, wa e, wengi walitegemea kwamba atapata mpenyo laini wa kufanikiwa, lakini sivyo uh, kama watu wengi walivyozani. Tangu akiwa mtoto mdogo, Hrithik alipitia changamoto kubwa za kiafya, ikiwemo tatizo la kuongea kwa kigugumizi, ambayo linaitwa kwa kitaalam stammering, na udhaifu wa mwili. Changamoto hizi zilimfanya awe mtu wa aibu, asiyejiamini, kiasi kwamba hakuna aliyezani angekuja kuwa mmoja wa waigizaji wakubwa duniani. Hata hivyo ndani yake kulikuwa na hamu kubwa ya kujibolesha na kuhibitisha kuwa historia ya mtu haipaswi kuamua mwisho wa maishayake. Maisha ya utoto ya alipitia changamoto nyingi za watu. Sasa hii ilimnyima amani na kujiamini mbele za watu kasabu, imagine unahitaji kuwa mwigizaji mkubwa alafu huwezi kuongea vizuri na uigizaji, unahitaji utoe sauti vizuri ili watu wakusikie. Kwa alijiona kwamba hawezi kabisa hata kufanikiwa, na watu walimuona kabisa kwamba ni mtu ambaye hawezi kufanikiwa, lakini hakukata tamaa. Alianza kushughulikia madhaifu yake mpaka leo e, ameonekana kuwa ni mmoja wa waigizaji wakubwa e, katika e, tasnia za filamu za Bollywood huko India. Sasa Hrithik Roshan alianza kama mtu wa kawaida e, kama watu wengine ambao e, wanavyoanza na wengi waliamini kwa sababu baba yake ni mwongozaji wa filamu kubwa India, e, angepata urahisi zaidi wa kuigiza, lakini ilikuwa tofauti na hivyo, alianza kama mtu wa kawaida. Watu wengi walizani Hrithik alizaliwa akiwa e, tayari na mafanikio kwa sababu baba yake ni mwongozaji wa filamu. Ukweli ni kwamba hata akiwa mtoto Hrithik alipitia changamoto nyingi za kiafya, ikiwemo tatizo la kuongea ambalo linaitwa stammering na udhaifu wa mwili, kwa sababu aligundulika na tatizo la mgongo na mgongo wake ulikuwa umepinda kidogo. Kwa hiyo alishauriwa kwamba asiwe anafanya mazoezi makali kwa e, sababu e, ile tatizo litazidi. Kwa hiyo hivyo vyote vilikuwa vinamzuia asiendelee kufanya movies sana sana za action kwa sababu zinahitaji mtu ambaye ana Alianza kufanyia kazi baadhi ya madhaifu yake kwa sababu ya matatizo tatizo la mgongo na ile tatizo la kuongea kwa gugumizi. Sasa hapa tunajifunza nini? Mafanikio yote huwa hayaanzi na hali nzuri, kuanza na uamuzi wa ndani. Sasa niongee labda na mtu ambaye amekata tamaa, kwamba anaona kwamba yeye hawezi e, kufanikiwa au hawezi kufika sehemu yoyote. Imjifunze kwa Hrithik Roshan, alipokuwa mtoto mdogo, alikuwa na changamoto ya kutokuongea vizuri, e, yani anakuwa na gugumia. Sasa mbele za watu Alafu unahitaji kuwa mwigizaji mkubwa. Hebu imagine hapo kwamba unahitaji kwenda kuwa mwigizaji mkubwa lakini hauwezi kuongea vizuri. Lakini pia uh, alihitajika afanye filamu za action ambazo zinahitaji mtu anayefanya mazoezi makali. Lakini alikuwa na tatizo la mgongo. Unaona ni vitu ambavyo e, vinaweza vikakuzuia usipige hatua kubwa. Lakini e, hapa tunajifunza kwamba mafanikio yoyote hayaanzi na hali nzuri. Unaweza kusema mimi sina hela mtaji, lakini wapo ambao walianzia biashara kwa kuanza e, taratibu mpaka wakafanikisha makubwa hata mwazilishi eh, wa Coca-Cola Coca-Cola. Eh, nilifuatilia eh, historia yake mwanzo kabisa ilipoanza, eh, hawakuuza kabisa soda nyingi, lakini baadaye Coca-Cola zimekuja kuwa eh, soda eh, zinazopendwa zaidi duniani, na kila sehemu lazima utakutana na soda ya Coca-Cola, lakini historia yao ilikuwa ni ngumu. Hapa tunajifunza kwamba mafanikio eh, yote hayaanzi na hali nzuri yanaanza na uamuzi wako e mwenyewe kwamba ninaamini hichi kitu nitakifanya na kitafanikiwa. Sasa Hrithik Roshan alikutana na mapambano mengi ya kimwili na kiakili. Hrithik alipitia e, matatizo makubwa ya mgongo yaliyomsababishia maumivu makali kwa miaka mingi. Madaktari walimwambia asifanye mazoezi mazito wala kucheza, lakini baada ya kukata tamaa, alichagua kujifunza na kufanya mazoezi kwa nizamu na kujenga nguvu hatua kwa hatua. Eh, hasa hapa tunajifunza nini? Usikubali mipaka uliopewa bila kujitahidi kuipima kwanza. Unajua, sisi binadamu kuna vitu vingi ambavyo tunaambiwa na watu kwamba eh, hili kitu hichi kitu haukiwezi -kit au usijaribu hilo jambo huliwezi. Lakini hata, hata bado hujajaribu na wewe unaamini. Eh, hapa tunajifunza kwamba hata kama kitu umeambiwa na watu kwamba hichi kitu haukiwezi, em, jaribu pia ukifanya kwa sababu umeona Hrithik Roshan alipoambiwa uh, na madaktari kwamba asifanye mazoezi lakini pia asifanye michezo mikubwa. Kwa sababu hata ukiangalia filamu zake nyingi, anapenda sana kudance na kudance unahitaji kubend mgongo, ambapo alikuwa na shida ya mgongo. Kwa hiyo, kwa sababu aliamini katika kujijenga, alianza taratibu, hatua kwa hatua, na akafanya mazoezi, na baadaye akaja kuimarika, akaja kuwa vizuri. Kwa jambo lolote hata kama uh, kwenye kazi yako au sehemu yoyote, mtu yoyote akikwambia kitu ukiwezi, hebu kijaribu, anza kukifanya, na naamini ukianza kukifanya utaona tu njia rahisi ya kukifanikisha. Lakini ukiambiwa tu huwezi na ukaishia hapo hapo, mwisho wa siku utajikuta haupigi hatua yoyote. Lakini kitu kingine cha muhimu katika historia ya mafanikio ya Hrithik Roshan ni nizamu na kujituma. Moja ya asili kubwa za Hrithik Roshan ni nidhamu. Ratiba yake mazoezi, kula, kulala na kazi ilikuwa kali sana. Hakutegemea motisha ya muda mfupi bali aliweka mfumo wa maisha unaomlazimisha kufanya kazi hata siku ambazo hakuwa na hamu ya kufanya kazi. Na katika e, moja wa waigizaji ambao wana ratiba kali ya mazoezi na kusimamia afya zao ni Hrithik Roshan. Kwa sababu nilikuwa nafuatilia, pia ana mpango wake kabisa maalum wa kufanya mazoezi na ratiba yake kabisa ya kufanya mazoezi na ratiba ya kula, na, na, anaisimamia na anaifanyia kazi. Hapa tunajifunza nini? Mafanikio yote ya kweli yanajengwa na nidhamu na sio hisia. Sio kwamba eti umejisikia leo unafanya mazoezi na unaenda kufanya mazoezi. Hata tukiangalia pia, eh, Cristiano Ronaldo, mchezaji mkubwa duniani, pia naye ana nidhamu kali ya mazoezi. Na ndio maana kapiga hatua, kafanikiwa zaidi. Hata Hrithik Roshan pia naye aliweka nidhamu kubwa. Eh, kuangalia madhaifu aliyokuwa nayo akaanza kujijenga taratibu na akaweka nizamu. E, nizamu ya mazoezi, nizamu ya kula, kwa sababu e, hawa waigizaji wanahitaji kuwa na miili mizuri. Hawezi kula tu bila mpangilio. Lazima uwe na vya kula muhimu vya kujenga mwili, hasa vya kula vya protini. Lakini pia na nizamu ya kazi. Hivi vitu vyote ambavyo e, alivizingatia. Kwa hapa tunajifunza nini? Jambo lolote ukitaka kulifanikisha, uwe na nizamu nalo. Huwezi kusema leo nafanya, kesho unaacha. Yaani ukawa unafanya kwa hisia lakini ukifanya kwa nidhamu, maanake hata siku ambayo umechoka utafanya, kwa sababu e, una lengo la kufanikisha kitu hicho. Kwa hiyo hapa ni muhimu sana e, kuzingatia kwamba kila kitu ambacho tunakifanya duniani sisi tunahitaji nidhamu. Nidhamu ni lile jambo ambalo unalifanya e, kila siku kwa kulirudia rudia, hata siku ambayo unajisikia hautaki kufanya kwa. Hivi vitu vilimfanya pia Hrithik Roshan apande kwa viwango vya juu, lakini pia kitu kingine ambacho unajifunza kwenye historia ya mafanikio ya Hrithik Roshan, alijijenga eh, zaidi, lakini sio kutafuta umaarufu. Kabla ya kuwa nyota mkubwa wa Bollywood, Hrithik alitumia muda mwingi wa kujifunza uigizaji, kucheza, na kujifunza mbinu za kukuza sanaa yake. Hakukimbilia sifa, bali alijikita kwanza kwenye uwezo wake. Umaarufu ulimfuata baada ya watu kuona thamani yake. Hapa tunajifunza nini? Jenga uwezo wako kwanza, sifa zitakufuata zenyewe. Unajua eh, eh nye historia ya mafanikio ya Hrithik Roshan, kuna mambo mengi ambayo nimejifunza pia hata mimi eh, mwanzo kabisa alikuwa anapenda sana kukaa na babake Rakesh Roshan kuangalia jinsi filamu zinavyoenda na waigizaji wanavyofanya, sheria za waigizaji na namna ya kufanya, lakini wakati huo alikuwa haigizi kabisa hata filamu yote. Alikazania zaidi kujijenga na kusimamia ubora wa kazi zake ziwe nzuri. E, hakutaka zaidi kufahamika kwamba mimi ni mwigizaji aanze kuigiza bila mpangilio. Hapa ni somo muhimu sana la kujifunza kwamba e, jitahidi kufanya kitu kizuri, alafu mafanikio yatakuja yenyewe kwa sababu automatic, ukifanya jambo zuri watu watakufuata tu, watapenda kazi zako. Lakini ukitaka watu wakufuate alafu huna samani, watu wataondoka kwa sababu haoni kitu cha kujifunza e, kwako, lakini ukitengeneza samani, watu watakuja itafuta hiyo samani. Lakini pia kwenye historia ya mafanikio ya Hrithik Roshan, uh, tunajifunza somo jingine eh, na tunaangalia baadhi ya vitu ambavyo alipitia. Eh, kuna kipindi Hrithik Roshan alishindwa ali eh, lakini hilo jambo halikumzuia kuendelea mbele. Baada ya mafanikio makubwa ya mwanzo, Hrithik Roshan alipitia uh, filamu zilizofeli vibaya, alikosolewa sana na vyombo vya habari, lakini hakukata tamaa wala uh, kuacha. Aliendelea kuboresha kazi yake na kuchukua kazi za kufanya kwa umakini zaidi. Hasa hapa tunajifunza nini? Kushindwa sio mwisho wa safari, ni sehemu ya mafunzo. Kuna filamu nyingi sana nimezifuatilia ambazo alifanya Hrithik Roshan hazikufanya vizuri na kwa sababu filamu yake ya kwanza kabisa ambayo ilifanya vizuri ilitoka mwaka 2000 na ilipendwa sana na waigizaji wengi lakini pia ilipokelewa vizuri huko India lakini baada ya hapo filamu zilizokuja mbele yake zilikuwa na mapokezi mabaya kwa hiyo wengi walianza kumshutumu kwamba kwa sababu babake ni mwandaaji wa filamu ndio maana alipata bahati ile ya kwanza ikapokelewa vizuri kwa hizi ameharibu hayo mambo yalimvunja sana na alifikia pia e, kukata tamaa lakini hakuwacha, na aliendelea na hapo sasa ndio akasimamia zaidi kazi yake vizuri na akaja akainuka tena. Hapa tunajifunza nini? e, kushindwa sio mwisho wa safari, ni sehemu ya mafunzo. Unapoona jambo lolote limekuja kwako, e, na ukalishindwa, usikate tamaa, ona kama ni sehemu ya kujifunza na ukijifunza Uh, utapata elimu, hutashindwa tena jambo hilo, lakini ukishindwa na usipojifunza, manake hapo hujaelimika. Kwa hiyo tunajifunza pia kushindwa, eh, siku zote sio mwisho wa safari, ni sehemu ambayo unajifunza kwamba jambo hili nililifanya, eh, natakuwa nilifanya kwa namna hii ili lifanikiwe. Lakini kitu kingine ambacho tunajifunza kwenye historia ya mafanikio ya Hrithik Roshan ni kujitambua na kujikubali. Hrithik Roshan hakujaribu kuwa kama waigizaji wengine. Alijitambua akaelewa nguvu zake na udhaifu wake na akajenga chapa yake kulingana na yeye alivyo. Hii ilimfanya awe kipekee na kudumu kwa muda mrefu. Sasa hapa tunajifunza usijaribu kuiga mafanikio ya mtu mwingine, jenga yako mwenyewe. Unajua eh, watu wengi wanapenda sana e, eh, kuiga. Yaani akimwona mtu anafanya kitu fulani naye anaiga. Sasa ukiwa unamuiga mtu maana utakuja kufanya kitu chako chenye uhalisia ambacho kitafanikiwa. Hapo tunajifunza kwa Hrithik Roshan, mara nyingi aliangalia udhaifu wake kama aliyokuwa nao toka zamani, e, na akaangalia e, kitu gani ambacho anaweza kufanya ikawa tofauti na wengine. Ukiangalia katika filamu za India, Hrithik Roshan ndiye e, mwigizaji anaye densi vizuri kuliko e, waigizaji wengine na amekuwa maarufu kwa sababu hiyo. Sasa ukiangalia sababu ambayo mwanzo wengi walisema kwamba hataweza kufanikiwa kwa sababu ya E, shida ya mgongo, lakini na ile uwezo wa kuongea vizuri tumizi, lakini baadaye akaja akaibadilisha ile ikawa ndio siri yake ya mafanikio. Katika filamu zake nyingi, ana densi kwa viwango vya juu na hiyo ilimtengenezea upekee wake, lakini pia na filamu zake anacheza e, kwa action za hali ya juu, lakini pia na kwa ubora wa hali ya juu. Hiyo ilimpelekea e, kuwa na upekee wake na ukamfanya akawa maarufu zaidi. Kwa hiyo kitu chochote ambacho unakifanya usiige kwa mwingine, tengeneza zaidi mafanikio yako mwenyewe, usiangalie mafanikio ya mwingine, kwa sababu ukitengeneza, uh, mafanikio yako wewe mwenyewe na ukajenga vizuri, hata wale watu ambao wanakuzunguka watakuja kujifunza kwako. Lakini wewe ukianza kuiga, manake hata wale ambao wanataka kuja kujifunza kwako hawawezi kujifunza tena, kwa sababu wewe mwenyewe pia umeiga mafanikio ya mtu mwingine, na huwezi ukafanikiwa kwa namna hiyo mafanikio mtu mwingine unajifunza, lakini sio kuiga kama alivyofanya. Tengeneza cha kwako, kwamba na mimi basi na kipaji labda cha kuimba, nifanyeje ili eh, niimbe zaidi ya wengine. Mfano kama mwigizaji, hapana, mchezaji wa mpira, Cristiano Ronaldo, yeye katengeneza eh, ubora wake, kwamba ni mtu mwenye kasi kali eh, katika mpira, lakini pia ni mtu mwenye nguvu zaidi eh, na maana anafanya mazoezi ya hali ya juu. Kwa hiyo hiyo imemtengenezea ubora wake zaidi na upekee wake ambao umemfanya akawa mtu mwenye mafanikio makubwa duniani. Sasa katika historia ya mafanikio ya Hrithik Roshan tunajifunza mambo mengi sana. E, somo la kwanza tunajifunza subira. Jambo lolote linahitaji uvumilivu. Kiangalia historia ya mafanikio yake, kuna muda alifeli, filamu alizofanya zilishindwa kupokelewa vizuri, lakini hakukata tamaa. E, somo jingine ni nidhamu. E, nidhamu ni muhimu sana katika e, kufanikisha malengo yako yoyote. Ukiwa na nidhamu ya kufanya kitu chako, lazima kitafanikiwa. Nidhamu ni kufanya kitu kila siku kwa kurudia rudia hata siku ambazo hujisikii kufanya. Lakini pia somo jingine ni kujituma bila kukata tamaa hata pale unapoona e, kwamba watu wanakukosoa au wanasema uwezi, wewe endelea kufanya hicho kitu maadamu unakiamini nawanakifanya kwa moyo wote. Lakini somo lingine ni kujiamini hata watu wanapoutilia mashaka ya. Kuna mda hasa eh, filamu zake alizofanya zilishindwa kupokelea vizuri na watu wakaanza kumkosoa na kusema kwamba ile filamu yake ya mwanzo alifanya eh, kwa kubahatisha k kwa hizi zingine eh, zimeshindikana sababu hana uwezo. Watu wanapokukosoa usijisikie eh, vibaya. Watu wanaposema E, wewe huwezi, badala yake fanya kazi kwa juhudi kubwa mpaka watu waje wakuamini kuwa unaweza. Huu ni mfano mzuri kwa sababu Hrithik Roshan alianza kwa ma, e, maswaibu mengi, lakini leo mpaka hapa tunajifunza kuhusu historia ya mafanikio yake kwa sababu alisubutu na kufanya vitu vikubwa. E, asingesubutu na kufanya manake, hata leo tusingejifunza kuhusu historia yake. Kwa hiyo hii inatuonyesha kwamba hata wewe pia unaweza, e, ukiamua leo kuzuia yale mambo yote ambayo watu wanakuambia na kufanya yale mambo ambao unaamini ya huwa yatakujenga na kukufanikisha katika e, safari yako ya mafanikio. Sasa, mafanikio uh, sio tukio la ghafla, ni matokeo ya maamuzi madogo madogo yanayorudiwa kila siku. Hrithik Roshan ni ushahidi kwamba ukiamua kujifunza kutokana na kushindwa na ukaendelea mbele bila kukata tamaa, mafanikio yanawezekana. Kwenye historia hii ya mafanikio ya Hrithik Roshan kuna mambo mengi ambayo eh, tumeona na tumejifunza ambayo pia na wewe ukiyafanyia kazi utafanikiwa. Hebu niambie katika comment section umejifunza nini katika historia ya Hrithik Roshan? Asante sana kwa kunisikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Usisahau kusubscribe.